Karibu kwenye makala maalum inayozungumzia Tanzania ya leo. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nchi ambayo imepitia mabadiliko makubwa katika nyanja mbalimbali mbali za kijamii na kiuchumi. Mabadiliko haya yanajitokeza wazi zaidi katika sekta za afya, miundombinu, usafiri na elimu. Kwa kulinganisha Tanzania ya sasa na ile ya zamani, tunaweza kuona maendeleo makubwa ambayo yamechochea ustawi wa wananchi na kuchangia katika kukuza uchumi wa taifa letu. Upande wa afya, zamani huduma za afya zilikuwa chache na hazikufikia maeneo mengi ya vijijini. Vituo vya afya na hospitali vilikuwa vichache, huku kukiwa na uhaba mkubwa wa wahudumu wa afya na dawa. Wagonjwa walilazimika kusafiri umbali mrefu kutafuta matibabu na viwango vya vifo vya watoto wachanga na wajawazito vilikuwa juu sana. Serikali imeweza kuwekeza katika ujenzi wa hospitali, vituo vya afya na zahanati katika kila wilaya na kata. Pia kuna ongezeko la wahudumu wa afya waliobobea pamoja na upatikanaji wa dawa za kutosha. Huduma za bima ya afya kama NHIF zimewezesha wananchi wengi kupata matibabu kwa gharama nafuu. Vilevile, maendeleo ya kiteknolojia yamerahisisha utambuzi wa magonjwa na utoaji wa tiba bora zaidi. Upande wa miundombinu, miaka ya nyuma miundombinu ya Tanzania ilikuwa duni, barabara nyingi zilikuwa za vumbi au tope hasa barabara za vijijini, jambo lililozuia maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Umeme na maji safi vilikuwa havipatikani kwa wananchi wengi, hasa walioko maeneo ya pembezoni. Kwa sasa, serikali kupitia mipango yake mbalimbali mbali ya maendeleo imefanikiwa kuboresha miundombinu ya barabara, madaraja makubwa, umeme pamoja na maji mradi wa REA umepeleka umeme vijijini kwa viwango vikubwa, huku mradi wa maji safi ukifanyika katika maeneo mengi. Pia ujenzi wa reli ya kisasa ya SGR na upanuzi wa bandari na viwanja vya ndege umeimarisha muunganiko wa mikoa na hata nchi za jirani, hivyo kukuza uchumi jumuishi kwa wananchi. Upande wa usafiri Zamani usafiri ulikuwa wa shida hasa maeneo ya mbali ambako barabara zilikuwa mbovu na hakuna vyombo vya usafiri vya uhakika. Reli ya zamani TRC haikuweza kuhudumia maeneo mengi na safari zilikuwa za muda mrefu na zisizo na uhakika. Tanzania ya leo imepiga hatua kubwa. SGR imeleta mapinduzi ya usafiri wa reli ikitoa huduma ya haraka na ya kisasa. Ndege mpya za ATCL zimeongeza upatikanaji wa usafiri wa anga na bandari zimeboreshwa kurahisisha usafirishaji wa bidhaa na abiria. Hufanya wananchi kunufaika kwa kufikisha bidhaa kwa wakati ndani ya nchi na nje ya nchi. Upande wa elimu. Miaka ya nyuma elimu ilikuwa na changamoto kubwa. Shule zilikuwa chache, walimu wachache, vitabu vichache na vifaa vya kujifunzia havikutosha. Idadi ya wanafunzi waliomaliza elimu ya msingi na kuendelea na sekondari ilikuwa ni ndogo. Hivi sasa serikali imetekeleza sera ya elimu bila malipo kwa shule za msingi na sekondari, Jambo lililoongeza idadi mpya ya wanafunzi wa shule za msingi na sekondari. Shule mpya zimejengwa, walimu wameongezwa na vifaa vya kujifunzia vimeimarishwa. Pia teknolojia imerahisisha kufundisha wanafunzi wengi mashuleni kwa kutumia TEHAMA. Vyuo vikuu na vya kati vimeongezeka, hivyo kuongeza fursa za elimu ya juu na ujuzi kwa vijana wa Kitanzania. Upande wa uvuvi, serikali ya Chama cha Mapinduzi imewezesha utoaji wa boti za kisasa, mashine za uvuvi na vifaa vya uokoaji kwa wavuvi wadogo. Hii imeboresha uzalishaji wa samaki na kupanua maeneo ya uvuvi hadi bahari kuu, hivyo kuongeza kipato cha wavuvi wa kawaida. Serikali ya Chama cha Mapinduzi imeanzisha na kuboresha maeneo ya kuhifadhi samaki wa barafu, cold storage, katika bandari ndogo na vituo vya uvuvi. Hii imepunguza upotevu wa mazao ya baharini na kuwawezesha wavuvi kuuza kwa bei nzuri. Mikopo na misaada ya vikundi vya wavuvi kupitia taasisi za kifedha na miradi ya maendeleo Wavuvi wanawake wanaojihusisha na shughuli za baharini wamepata mikopo midogo isiyo na riba kubwa, pamoja na mafunzo ya biashara, hali iliyowezesha kujiajiri na kujiendeleza kiuchumi. Mafunzo na elimu kwa wavuvi. Serikali ya Chama cha Mapinduzi imeanzisha mafunzo ya mara kwa mara kwa wavuvi kuhusu uvuvi endelevu, usindikaji wa samaki na njia za kuongeza thamani kwenye mazao ya baharini. Hii imewasaidia kuongeza thamani ya mazao yao na kuongeza mapato. Kupitia sera ya uchumi wa bluu, serikali imeimarisha upatikanaji wa masoko ya samaki, ikiwemo kuunganishwa na masoko ya nje ya nchi na hivyo kupandisha bei ya mazao ya bahari. Serikali ya chama cha mapinduzi imedhibiti uvuvi haramu kwa kuimarisha ulinzi wa bahari na kuanzisha mfumo wa usajili wa wavuvi. Hatua hii imelenga kulinda rasilimali za bahari na manufaa ya wananchi wa sasa na vizazi vijavyo. Sekta ya bandari: uboreshaji wa bandari ya Malindi Zanzibar Port. Serikali ya Chama Cha Mapinduzi imeanza kazi ya upanuzi na maboresho ya bandari ya Malindi kwa kushirikiana na wawekezaji wa kimataifa. Lengo ikiwa ni kuongeza uwezo wa kuhudumia meli kubwa zaidi, kuongeza kasi ya upakuaji wa mizigo na kupunguza msongamano wa meli bandarini. Kuanzishwa kwa bandari mpya ya Mwanga Pwani. Mradi wa kimkakati wa kujenga bandari ya kisasa Mwanga Pwani upo katika hatua za utekelezaji. Bandari hii itakuwa na uwezo mkubwa wa kupokea meli za kisasa na kufanya Zanzibar kuwa kitovu cha biashara ya baharini Afrika Mashariki. Hii itafungua fursa za ajira, biashara na uwekezaji wa wananchi wa kawaida. Huduma kwa wananchi. Kupitia uboreshaji wa bandari wafanyabiashara wadogo wa, wa bidhaa kutoka Tanzania bara wameweza kupata huduma bora zaidi na za haraka. Bandari ndogo katika maeneo kama Mkokotoni, Wetewete -wete, na Chake Chake pia zimeboreshwa kwa huduma za ndani. Sekta ya viwanja vya ndege, kukamilika kwa uwanja mpya wa ndege Terminal 3 Abedi Amani Karume International Airport umekamilika na kuanza kufanya kazi rasmi. Hii imeongeza uwezo wa kupokea idadi kubwa ya abiria na ndege kwa wakati mmoja, hasa watalii. Hii ni hatua muhimu ya kukuza utalii, sekta inayoajiri maelfu ya wananchi Zanzibar. Uboreshaji wa uwanja wa Pemba. Serikali imeanza juhudi za kuboresha kiwanja cha ndege cha Pemba ili kuongeza safari za ndege na kurahisisha usafiri kati ya Pemba, Unguja na maeneo mengine ya Tanzania. Hii itasaidia pia kufungua fursa za kiuchumi kwa wakazi wa Pemba. Faida zinazopatikana kupitia uwekezaji huu ni pamoja na kuongezeka kwa ajira kupitia bandari na viwanja vya ndege. Biashara zimepanuka kutokana na urahisi wa kuingiza na kusafirisha bidhaa. Utalii umeimarika hivyo kuongezeka kipato kwa wauza vinywaji, vyakula, huduma za malazi pamoja na usafiri. Wajasiriamali wadogo wananufaika na fursa mpya za masoko. Kwa ujumla, Tanzania ya leo imepiga hatua kubwa za kimaendeleo zinazotokana na viongozi imara wa Chama cha Mapinduzi. Kipekee tunampongeza Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pamoja na Daktari Hussein Ali Mwinyi, rais wa Zanzibar kwa kuendeleza gurudumu hili la maendeleo kwa mafanikio makubwa. Tanzania ya leo, faraja kwa Watanzania. Makala hii imeandaliwa na Aziza Omar Suwedi, kada wa chama cha Mapinduzi.